<F1> feel like I'm losing my mind Is everybody in the world. Hebu wana, karibu sana katika Jodazo TV, na leo nimekuletea FIFA 2025 New update. Kuna update mbalimbali, kuna <word> new kits, transfers na vitu mbalimbali, so angalia video yaduguii ili uweze kujua jinsi gani file

The okay. Sasa kama wewe ni mgeni na ni mara yako kwanza kabisa kuangalia video zetu za Jodazo TV, unaweza ukawa mwanafamilia kusubscribe hapo kwenye subscribe button ili uweze kuwa na update zote za games nazo zitoa ninazozitoa, bwana. Game yetu ni hii hapa, ni moja kati ya games kali sana ambazo nimewahi kuzitoa hii Channel kwa sababu kila siku najaribu kutafuta video mpya na games mpya ambazo zitaweza kufanya wewe uweze kuona maendeleo ya hizi games kama unavyoona hii ni EA Sport FIFA 2025 kuna vitu mbalimbali hapa ambapo mbali na nitatoa video jinsi ya kubadilisha kamera kwa sababu kuna baadhi ya watu na so ya kuseti kamera nitaiandaa Sijari kubwa ni uwe karibu zaidi na Jodazo TV ili uweze kuelewa vitu vingi zaidi kuhusiana na hizi games. Yaani yeah, bonge moja la game ambalo unajua utatokea kulikubali sana mbalo, kwa sababu kati ya magemu ambayo nimetokea kuyatoa hili nimeona ni, ni the best kwa sasa, lakini sijajua wewe utaona EA Football au FIFA lipi ni best kati ya ile nilitoa hizi kati hapa na hili hapa hili nimeona ni the best so make sure una extracti vizuri na, ili ku extracti vizuri, hakikisha unaangalia mwisho wa video. Kama unavyoona hapa, tukitaka tuangalie hata sura za wachezaji nini, face zao zipo vizuri, tofauti na games nyingine. Yani kuna zile games unakuta kidogo zile nywele iya sura na nini kidogo vinakuwa vijakaa sawa, lakini kwenye hii game naona vitu vingi vipo vizuri. So make sure unafuata maelekezo na maelekezo yapo mwisho wa video, usiskip video ili uelewe, na kuangalia video unaweza ukajiongezea vitu fulani. Huwa naelekeza pia jinsi ya kufanya update za wachezaji pia hapa kwenye hizi video. So unavyo skip video, utakuwa unakosa kitu kimoja muhimu sana. Yeah, kama unavyoona hata sura za wachezaji wa Barca hapa zipo vizuri kabisa. So make sure una extract vizuri ili zisije zikaja data tofauti. Unapokosea ku extract, hizi game zimeundwa kwenye mfumo wa extracted file. Unapokuta unapokosea ku extract file linakuja tofauti. Yeah, sasa nenda kukuelekeza hapa namna gani unaweza ukari extract, lakini nikukumbushe kuwa unatakiwa uwe na simu ambayo at least RAM 4 na kuendelea, lakini kama una RAM 2 usijali, ila kama una RAM 2 make sure unaacha space ya kutosha ili kuepuka matatizo ya kuumiza simu na kuumiza system ya simu ya sasa. Tuende moja kwa moja kwenye process ya ku extract hili game letu la eFootball ano ya EA Sports 2025 au unaweza kusema FIFA 2025 PS ya yes. Sasa kitu cha kwanza kabisa utabidi ufungue zile achiva, then baada ya kufungua zile achiva uta delete hizi data za PSPP ambayo unazo. Baada ya ku delete zile data za PSPP utaenda kwenye downloads, sema huko ni download games, na ukirudi utakuta nazo. Sasa hapa huwa tuna games, tuna data mbili, tuna ile texture and save data na tuna ISO. So utaanza kuichukua hii texture and save data, utabonyeza extract hii option ya 4, Ushabonyeza extract hapo, utarudi kwenye device storage then utapaste hapo nje kwenye alama ya kulia hiyo ya kupaste, utapaste hapo, utasubiri inachukua time kidogo, so utasubiri data zi paste zote. Mimi nimeskip hapa, vile imona nenda kama chap chap si iende chapu ili sikupe shida wakati unajifunza, utasubiria kama dakika mbii au moja. Kimaliza kuunaendelea nainazofuatia ikukumbushe u kama wasabauakuatiaa mbalimbali za amoa na nyingine ambazo utazicheza wewe na simuyakobaada yeah. ya apo baada ya kumaliza ku save text and save data, utaenda ku extract hii la iso, utabonyeza mara moja, then uta extract. Sasa unakuja ku extract kwenye file ambayo utajitengeneza hapa, la PSP na kuna data mbili za save na texture. So uta create new folder, utabonyeza na plus pale u then utaandika PSP au unaweza kaandika game. Mimi mimi nitaandika PSP hapa, lakini ni vizuri wewe uandike game folder, utakaloandika ukiandika EA sport ni sawa. So uta extract hapo. Ta extract hapo, ili process iende vizuri zaidi. Uta extract data zako mpaka zimalizike ku extract, then sasa ukimaliza ku extract kila kitu kutakuwa tayari. Sasa unaweza ukarudi kwenye PSP na PSP yako then utaingia hapo kwenye hiyo nani utaenda kan Latin na umetoa eea. Kama hujajua jinsi ya kuextract hii game, angalia video moja nimetengeneza jinsi ya kuextract FIFA. Nimeelekeza pia jinsi ya kuseti. Baadapo utakuwa umemaliza, na unaweza kucheza hili game lako la ra EA Sports 25 new update. Asante sana, karibu sana katika channel yetu. make sure to